Habari za muda huu, karibu sana katika chaneli yangu ya Fat Rabbit TZ, uje kujipatia elimu mbalimbali zinazohusiana na ufugaji wa sungura wa kisasa na kilimo kwa ujumla. Kuna aina nyingi sana duniani za sungura ambazo hufugwa kutokana na malengo tofauti tofauti, ikiwemo katika uzalishaji wa nyama, ila pia kuna sungura kwa ajili ya uzalishaji wa manyoya pamoja na uzalishaji wa sungura kwa ajili ya urembo pamoja na mapambo kwa ujumla. Ila katika video hii mimi nitakwenda kukuonyesha aina tano bora zaidi kwa ajili ya nyama. Baki nasi kuanzia mwanzo mpaka wa mwisho wa video hii ili upate kujifunza zaidi, na endapo kama unahitaji kuanza mradi wako wa ufugaji wa sungura wa kisasa, basi hakikisha aina hizi unazo katika shamba lako, na tunaomba sapoti yako ya kusubscribe kushea video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii pamoja na uliza swali lolote ambalo linasumbua lina katika ufugaji huu wa sungula wa kisasa, na sisi tutakupa majibu. Ina naitwa Fazili Mfaume, ni mfugaji wa sungula wa kisasa napatikana katika mkoa wa Lindi ndani ya halmashauri ya manispaa ya Lindi mjini. Na tukianza na mbegu ya kwanza ambayo ni mbegu bora zaidi katika ufugaji wa sungura wa nyama, hapa tutaizungumzia mbegu ya New Zealand White. New Zealand White ni sungura ambaye ana sifa ya mwonekano wa rangi nyeupe mwili mzima, ila pia anakuwa na macho ya pinki ila pia ana sifa ya ukuaji wa haraka. Ndani ya miezi miwili na nusu mpaka miezi mitatu ana uwezo wa kufikisha kuanzia kilo mbili na nusu na kuendelea. Ila pia sungura huyu akishakuwa mkubwa kabisa ana uwezo wa kufika kilo nne mpaka kilo tano na nusu endapo utamhudumia vizuri katika masuala mazima ya kuhusiana na makulaji. Na New Zealand White ana uwezo wa kuzaa watoto kuanzia sita mpaka kumi na mbili ndani ya mzao mmoja, ila pia ni sungura ambaye ni mvumilivu sana na mleaji mzuri sana wa watoto wake au vitungule vyake. Kwa hiyo ni mbegu ambayo iliyokuwa bora zaidi duniani. Aina ya pili ni California White. California White ni sungura ambaye asili yake ni nchi ya Marekani, ila pia anakuwa na mwonekano wa mwili mweupe na anakuwa na madoa meusi masikioni, puani, miguuni pamoja na mkiani. Kwa hiyo hiyo ndio ina, inakuwa alama yake kubwa sana inayomtambulisha sungura huyu Californian White. Sungura huyu pia ana sifa ya ukuaji wa haraka na anakadiriwa kufikia uzito wa kilo tatu mpaka kilo nne na nusu endapo utampa chakula kilichokuwa bora zaidi na matunzo ambayo yanahitajika. Ila pia sungula California White ni sungula ambaye ni mzazi mzuri, ana uwezo wa kuzaa watoto sita mpaka kufika watoto kumi ndani ya mzao mmoja. Kwa hiyo ni mbegu ambayo iko nzuri pia, na anatoa nyama nzuri laini na ambayo ina. Kwa hiyo unaweza pia ukaanza mradi wako ukiwepo na mbegu hii ya Californian White manaake ni mbegu ambayo iliokopo mzuri sana. Taji vitabu vya ufugaji wa sungura wa kisasa vinapatikana kwa gharama ya shilingi elfu kumi na vipo kwenye mfumo wa soft copy. Kama unahitaji unaweza ukatucheki kwa namba yetu ya simu ya 0623191238 na wenzetu pia wanahitaji mafunzo ya ufugaji wa sungura wa kisasa, tunaendelea na mafunzo yetu kwa kila mwezi kwa gharama ya shilingi 5000 tu. Kwa hiyo kama unahitaji utatucheki kwenye hiyo namba, pia tutakuunganisha katika group letu na ukapata elimu vizuri kabisa. Aina inayofuata tutazungumzia sungura aina ya checkered giant. huyu ni sungura mkubwa. Sungura hawa mara nyingi sana wanakuwa na rangi nyeupe na madoa madoa meusi au madoa ya rangi ya kahawia, na haya madoa yanakuwa masikioni, machoni, puani pamoja na mgongoni na mkiani kwa ujumla. Kwa hiyo hii ni aina kubwa kwanza ya sungula, ila pia inakuwa na kilo nzuri. Yaani sungula ya checkered giant ana uwezo akafika kuanzia kilo tano mpaka kilo sita endapo utamhifadhi vizuri na utampatia matunzo ambayo yaliyokuwa bora zaidi. Ila pia sungula ya checkered giant yuko vizuri sana katika masuala mazima ya uleaji wa watoto wake ana uwezo wa kuzaa watoto kuanzia sita mpaka kumi ndani ya mzao mmoja. Na kama ni kwa mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, tunakuomba sapoti yako kubwa na upendo wako wa dhati, utudondoshea subscribe yako pamoja na kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook na magrupu mengine. Tunawashukuru sana kwa wote ambao mnafanya sapoti hiyo, na tunaamini nyinyi ndio mnatugea hamasa zaidi ya sisi kuendelea kutoa madarasa mbalimbali katika chaneli yetu hii. Na aina inayofuata ni aina ya nne ambayo tunaizungumzia, hii ni aina ya Flemish Giant. hii ndio aina ya sungura wakubwa wakubwa kimaumbile pamoja na uzito zaidi, ukimtoa Continental Giant. Hii aina ya Flemish Giant ni sungura ambaye ana kilo nyingi sana, anafika uzito wa kilo nane mpaka kilo kumi, na wale ukiwapata ambao ni pure kabisa, wenyewe original, unaweza ukafika mpaka kufikia kilo kumi na mbili na kuendelea. Kwa hiyo ni aina ambayo ilikuwa bora na nzuri sana na mara nyingi zaidi aina hii inakuwa inatumika zaidi kwa ajili ya crossbreed na aina nyingine, yani kuchanganya na aina nyingine ili mradi kupata sungula ambao wakubwa na wenye uzito mzuri zaidi. Maana yake unaweza ukamchukua Flemish Giant ukampandisha kwa sungula labda aina ya New Zealand, pale pia uzao utakaokuja unakuwa ni uzao mzuri na uzao ambao una uwezo wa kukua kwa haraka kidogo pia unakuwa na kilo ambazo zilizokuwa bora zaidi, ingawaje asilimia kubwa sana upatikanaji wake ni mgumu sana kwa hii aina ya Flemish Giant, na wanakuwa pia na bei ambayo ni kali katika upatikanaji wake tofauti na aina zingine za sungura sokoni, na wanafanya vizuri zaidi katika swala zima la nyama. Na aina ya tano tunayoiangalia hapa ni aina ya American Chinchilla. Amerikan ni Chinjila ni sungura ambaye ni mkubwa na ana uzito wa kuanzia kilo nne mpaka kilo sita. Amerikan Chinjila hawa ni sungura ambao wana rangi ya kijivu kama mnavyomuona hapo, na sungura ambao ni wazazi wazuri na wana uwezo wa kuzaa watoto sita mpaka watoto nane katika mzao mmoja. Kwa hiyo na wanakuwa kwa haraka sana hawa Chinjila ila pia ni sungura ambao ni walezi wazuri na watamu sana kwenye swala zima la nyama yake. Kwa hiyo unashauriwa pia katika mradi wako ambao unauanzisha wa ufugaji wa sungura hakikisha basi hizi mbegu usizikose katika huo mradi wako. Na hizi zote aina za sungura ambazo tumezipitia ni sungura wa kisasa kabisa, na tunashauri zaidi kwa mfugaji yeyote ambaye anahitaji kuanza ufugaji huu wa sungura wa kisasa, ni vyema au ni vizuri zaidi ukaanza kupata kwanza elimu ya ufugaji huu wa sungura wa kisasa, kwa sababu kila mradi au kila mfugo una changamoto zake. Kwa hiyo unapoanza kupata elimu, unakuwa na uwezo mkubwa sana wa kupunguza changamoto ambazo zinaweza zikakukuta katika huo mradi wako, ingawaje kwamba wafugaji wengi sana wa sungura huwa wanapenda sana kuanza kufuga na bila kuanza kutaka kujua na kupata elimu ya ufugaji zaidi. Kumbuka kwamba kitu chochote ukitaka upate faida na upate matokeo yaliyokuwa mazuri lazima ukianza kupata elimu yake na uanze kufuga kwa udogo zaidi. Wakati unavyoanza kufuga ndio utazidi kupata elimu zaidi ya kuhusiana na huo mradi wako na utapata uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo tunashauri sana tujitahidi sana wafugaji wa sungura tukihitaji tupate matokeo yaliyokuwa mazuri kuhusiana na ufugaji wa sungura. Tuhakikishe basi tunatafuta elimu ambayo iliyokuwa bora na nzuri zaidi ili mradi wakati tunaenda kuanzisha mradi wetu wa ufugaji wa sungura ili tupate kufanikiwa zaidi na kuondoa zile changamoto kwa hali ya juu sana na tupate kujiongezea kipato kwa kupitia ufugaji huu wa sungura wa kisasa katika jamii zetu. Na video zinayofuata, nitaanza kuzungumzia zaidi kuhusiana na masuala ya chakula cha sungura. Tunawashukuru sana kwa wote ambao mnatuonyesha sapoti yenu ya kusubscribe na kushare video zetu. Tunaamini nyinyi ndio kila kitu, mnapata kuipushi zaidi chaneli yetu na kukua kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tunaomba sana muendelee kutupa sapoti hiyo. Asanteni na karibu.